Hebu fikiria hivi: kila shilingi unayoweka benki, benki inaweka sehemu ndogo tu, na iliyobaki inaizalisha kuwa pesa mpya ambazo hazikuwepo duniani. Ukiambiwa pesa zako si pesa tena, ni namba tu kwenye mfumo, ungeamini? Leo na kufunulia siri ambayo mabenki hawasemi hadharani: fractional reserve banking, mfumo unaoendesha uchumi mzima kwa imani tu. Kama unaamini pesa zako haziguswi pale benki, basi leo utaona upande mwingine kabisa. Karibu kwenye kipindi kipya cha Siri za Benki, kipindi ambacho tutafichua kwa kina mambo mengi yanayohusu benki, mambo ambayo hayasemwi hadharani. Kuanzia sasa, kila Jumapili utakuwa nasi hapa hapa kwenye Sauti ya Kurasa, tukikupa maarifa ya kweli, ufahamu wa kina na macho mapya juu ya mfumo wa fedha. Lakini kwa wiki hii ni siku zote tatu. Usikose. Sikiliza, elewa na ufungue macho. Mfumo unaotawala mabenki yote duniani unaitwa fractional reserve banking, na huu ndio msingi wa jinsi pesa zinatembea, zinavyoongezeka, na hata jinsi uchumi unavyoweza kupanda au kudorora. Ni mfumo ambao unaonekana rahisi juu juu, lakini ukishuka ndani yake unagundua kuna nguvu kubwa inayosukuma uchumi mzima kwa kitu kimoja tu, imani. Hebu tuchukue mfano rahisi kabisa unaoweza kuuhisi kwenye maisha yako ya kila siku. Unapokwenda benki na kuweka shilingi milioni moja, unafikiri kwamba hiyo milioni inabaki pale benki kwa ajili yako, ikiwa imehifadhiwa salama kwenye kifaa cha chuma. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Benki haitaweka pesa yako yote, badala yake itahifadhi sehemu ndogo tu, labda asilimia kumi, kisha asilimia kubwa iliyobaki inatolewa kama mkopo kwa mtu mwingine. Hii ina maana kwamba kama umeweka milioni moja benki, inaweza kuweka shilingi laki moja na kutoa laki tisa, inampa mtu mwingine akazifanyia shughuli zake. Mtu huyo anayekopa, mara nyingi, naye ataenda kuweka hizo pesa kwenye benki nyingine au ile ile, na pale tena benki inaweka sehemu ndogo ya pesa alizoweka kama akiba, halafu inatoa sehemu kubwa kama mkopo kwa mtu mwingine. Mzunguko huu unaweza kuendelea mara nyingi sana. Ukiangalia zuri. Pesa halisi ambayo wewe uliweka mwanzoni ilikuwa milioni moja tu, lakini kwa sababu benki zinakopesha asilimia kubwa ya kila amana, mfumo huu una uwezo wa kuongeza pesa kwenye uchumi bila kwamba serikali imechapisha noti yoyote mpya. Hii ndiyo tunaita money creation, kutengeneza pesa kupitia mikopo hapo ndipo unagundua kwamba pesa nyingi zinazozunguka kwenye uchumi si fedha zilizochapishwa bali ni pesa zilizotengenezwa kupitia mfumo huu wa fractional reserve. Benki inapokopesha mtu pesa, haina maana imepunguza pesa yako kwenye akaunti. Hapana. Akaunti yako bado inaonyesha milioni moja, na mtu mwingine anayo laki tisa. Kwa macho ya kawaida, hawa wawili wanaonekana kuwa na jumla ya milioni moja na laki tisa, wakati pesa halisi zilizopo ni milioni moja tu. Namba zinakuwepo lakini fedha halisi hazipo. Hivyo, kama ukiendelea kufuatilia mnyororo huu, unaweza kuona jinsi mfumo unavyoweza kuongeza pesa nyingi sana. Milioni moja inaweza kugeuka hadi milioni nane, tisa au zaidi, kulingana na kiwango ambacho benki zinatakiwa kuhifadhi kama akiba. Huu ndio msingi unaoruhusu uchumi kukua. Watu wanapata mikopo ya kuanzisha biashara, kununua nyumba, kujengea shule au kufanya uwekezaji. Bila mfumo huu dunia ingekuwa na usumbufu mkubwa zaidi wa kifedha, kwa sababu watu hawangepata mkopo wa kufanyia mambo ya msingi. Lakini pamoja na faida zake, fractional reserve banking una hatari ambazo hazionekani kirahisi. Hatari ya kwanza ni ile inayojulikana kama bank run. Hii hutokea pale ambapo watu wengi wanakimbilia benki kwa wakati mmoja, wakitaka kutoa pesa zao. Kwa sababu benki imekopesha sehemu kubwa ya pesa hizo, haitaweza kutoa kwa wote. Na mara nyingi kitu kinachowasukuma watu kufanya hivi si matukio ya moja kwa moja, bali ni hofu tu. Ukisikia kwamba benki fulani ina matatizo, watu wanakimbilia kutoa pesa zao na hapo ndipo benki inaweza kuporomoka hata kama haikuwa na shida kubwa mwanzoni. Hii inaonyesha jinsi mfumo huu unavyotegemea imani, imani kwamba watu hawataenda benki wote kwa wakati mmoja. Hatari nyingine kubwa ni mfumuko wa bei. Kwa sababu pesa mpya zinaendelea kutengenezwa kupitia mikopo, idadi ya pesa kwenye uchumi inaongezeka, na kama idadi ya pesa inaongezeka kuliko idadi ya bidhaa na huduma, thamani ya pesa inashuka. Hapo ndipo bei zinapanda, na watu wanahisi maisha yamekuwa magumu zaidi. Hii ndiyo sababu serikali kupitia benki kuu huwa inajaribu kudhibiti viwango vya riba ili kupunguza au kuongeza wango cha mikopo. Lakini hebu turudi kwenye picha halisi ya mtu wa kawaida. Unapofungua simu yako na kuangalia balance ya akaunti yako, mara nyingi unadhani hizo pesa ziko pale benki, lakini ukweli ni kwamba ni namba tu kwenye mfumo. Kama watu wote wangeamua kutaka hela zao leo, benki nyingi zingeanguka ndani ya saa chache. Mfumo unategemea kwamba hatutafanya hivyo. Unategemea kwamba kila mtu atavutiwa kutunza pesa benki, kutumia kidogo, kuweka kidogo na kuendelea na maisha yake. Kwa kifupi, fractional reserve banking unategemea imani zaidi kuliko pesa. Ukiuangalia kwa jicho la pili, huu ni mfumo uliowezesha dunia ifike hapa ilipo. Biashara kubwa, ujenzi wa majiji, uwekezaji wa viwanda, maendeleo ya makazi, yote haya yamewezeshwa kwa sababu watu waliweza kukopa pesa ambazo hazikuwepo kimwili. Lakini wakati huo huo, huu ni mfumo ambao unaweza kuangusha uchumi kama usipodhibitiwa vizuri. Mizozo mingi ya kifedha duniani imewahi kuanza kwa sababu sehemu moja ya mfumo ilipoteza imani na mnyororo mzima ukaanguka. Kwa hiyo, nini unapaswa kujua kama mtu wa kawaida? Kwanza, uelewe kwamba pesa zako benki si pesa zilizopo pale kimwili. Ni namba tu kwenye mfumo. Pili, uelewe kwamba benki haina uwezo wa kutoa pesa za kila mtu kwa wakati mmoja. Tatu, uelewe kwamba mfumo huu ni mzuri pale ambapo unatumiwa kuvutia uchumi kukua, lakini unaweza kuwa hatari kama mikopo inatolewa kupita kiasi au kama watu wanapoteza imani na benki. Kwa kumalizia, fractional reserve banking ni moja ya siri kubwa za kifedha duniani. Ni mfumo unaotawala uchumi, unaotengeneza pesa unaoruhusu ukuaji, lakini pia unaweza kusababisha madhara makubwa kama usipodhibitiwa vizuri. Kujua jinsi unavyofanya kazi kuna kufanya uwe na uelewa mpana kuhusu mahali unapotunza pesa zako, namna uchumi unavyojengwa, na kwa nini mabenki hayahifadhi fedha zote unazoweka. Huu ni mfumo unaotegemea uwiano, uwiano kati ya uaminifu, mikopo matumizi na udhibiti. Ukielewa haya unakuwa umeelewa moja ya misingi mikubwa inayoendesha uchumi wa dunia ya leo. Najua unajiuliza kwa nini unaweza kutoa pesa zako muda wowote. Jibu ni hili: kwenye mfumo wa fractional reserve banking benki ishikilia sehemu ndogo tu ya pesa zako, mfano asilimia kumi tu, na sehemu kubwa huzitumia kutoa mikopo kwa watu wengine. Kwa mfano Ukiweka milioni moja benki inaweza kushikilia laki moja tu kama akiba ya haraka, kisha laki tisa inawapa wengine kama mikopo. Lakini bado wewe unaweza kwenda kutoa pesa yako muda wowote. Kwa nini? Kwa sababu benki inafanya kazi kwa misingi ya uwezekano na tabia za watu, probability and patterns. Moja, si watu wote hutumia au kutoa pesa zao kwa wakati mmoja benki inajua kwamba wengine watatoa kesho, wengine mwezi ujao, wengine hawatoi kabisa, wengine wataweka tena pesa mpya. Kwa hiyo benki inafanya mahesabu ya tabia za wananchi na inajua kuwa kwa wastani hawatakuja wote siku moja kudai pesa zao. Hii inaipa uhuru wa kutumia sehemu ya pesa kwenye mikopo. Mbili, benki huwa na buffer cash kwa ajili ya mahitaji ya ghafla, ile asilimia kumi reserve. Ni pesa za haraka kabisa kwa ajili ya watu wanaokuja kutoa pesa siku hiyo. Lakini pia benki ina mapato ya kila siku kama riba, malipo, overdraft fees. Benki zinakopeshana pesa kwa sekunde, interbank lending. Benki ina liquid assets inaweza kuziuza mara moja. Kwa hiyo hata kama reserve inakwisha, wana njia nyingine za kupata fedha papo hapo. Tatu, pesa unazotumia mara nyingi si zile zile ulizoweka. Ukienda benki kutoa pesa zako, kila unachopewa ni akiba ya siku hiyo, pesa za mtu mwingine aliyekuja kuweka au pesa ambazo benki imeshaingia muda huo. Benki hailazimiki kisheria kukurudishia ile ile noti ulizoweka, bali inakupa kiasi sawa cha pesa. Mfano, ukiacha milioni moja jana, mtu mwingine akaweka laki sita leo, wewe ukaja kutoa milioni moja leo pesa unayopewa inaweza kuwa ya huyo mwingine. Benki inafanya money rotation. Nne, serikali hulinda benki ili zisivunjike deposit insurance. Kwenye nchi nyingi serikali ina mfuko wa bima ya amana. Kwa hiyo hata benki inapata shida, serikali inatoa pesa za kulipa wateja au inaiokoa benki moja kwa moja. Hii inaleta imani confidence kwa watu, ndiyo maana hawakimbii kutoa pesa kwa oga Tano, pesa nyingi za leo si noti halisi, ni namba kwenye kompyuta. Benki nyingi siku hizi hazihitaji kuwa na cash physical nyingi kwa sababu asilimia tisini ya pesa tunazotumia ni electronic money transfer, swipe, mobile money. Watu wachache sana huchukua cash zote kwa mkono, kwa hiyo benki inaweza kusimamia balance bila kutoa physical notes nyingi. Sita, ukija kutoa benki hulipa kutoka kwenye pesa zilizokusanywa kwa watu wote. Pesa za watu wote zimekusanywa pamoja sehemu moja, hazijatenganishwa mtu kwa mtu. Pesa zilizo ndani ya benki huwa amana za watu wengine, pesa za mikopo iliyolipwa, reserve, mapato ya benki, pesa mpya zinazoingia kila dakika. Hivyo mtu mmoja akija kutoa, si tatizo. Tatizo linatokea pale watu wote wakija kutoa kwa wakati mmoja. Hii inaitwa bank run. Kama leo umepata ufahamu mpya kuhusu jinsi fedha zinavyotengenezwa na kusambaa, basi nataka ni kualike uende hatua moja mbele. Bonyeza subscribe ili upate video nyingine za uchumi, fedha, biashara na ukweli ambao hauambiwi mara kwa mara. Acha maoni hapo chini. Je, uliwahi kufahamu kwamba benki haikai na pesa zako zote? Share video hii kwa mtu mmoja tu ambaye anatakiwa ajue mfumo huu. Tukutane kwenye video inayofuata.